Ladies and gentlemen, taarifa inayonifikia kwa sasa kutoka nchi jirani ya Tanzania ni kwamba kumetokea taasisi moja ambayo imefanya uchunguzi na kubaini ya kwamba msanii Mbosso kwa sasa ndio msanii maarufu sana nchini Tanzania na East Afrika. Inasemekana ya kwamba Mbosso ameweka rekodi ambayo haijawahi kuwekwa na msanii yoyote kwa hivyo Mbosso ndio msanii ambaye amefanya show kwa miezi miwili bila mapumziko na bila kulala kwake, jambo ambalo alijaifanywa na msanii yoyote nchini Tanzania na kwingineko. Kwa hivyo tumefahamishwa ya kwamba Mbosso Mbosso amefanya show kwa miezi miwili mfululizo bila kupumzika ama kulala kwake, kutokana na taarifa hiyo tumehakiki tu na kuifuatilia kipindi ambacho Mbosso ye mwenyewe alisema ya kwamba miezi miwili imepita na hajailala kwake. Kwa hivyo jana ndiyo alienda kwake. Kwa hivyo imetokea ya kwamba baada ya utafiti na ikagundulika ya kwamba kuchaitokea msanii ambaye amepiga show nyingi mfululizo kwa miezi miwili bila mapumziko kama Mbosso. Kwa hivyo, Mbosso anafunja hiyo rekodi ya kuwa msanii wa kwanza ambaye amepiga show nyingi kwa muda wa miezi miwili mfululizo, yaani kila siku bila kupumzika. langu jina ni Maskini Msomi.